Wanajamii wameungana kuhakikisha wanafunzi wapya walioitwa kuingia gredi ya kumi wanaripoti shuleni wakiwa na mahitaji yote muhimu, katika mfano wa mshikamano wa kijamii unaoongozwa na viongozi wa jamii kutoka mtandao wa Shofco. Kuanzia makazi duni hapa Nairobi hadi miji ya mashambani ya Meru, kaunti ya Kilifi katika eneo la Pwani, viongozi hao waliratibu shughuli za kuchangisha fedha, kampeni za michango ya uhamasishaji wa nyumba hadi nyumba, ili kusaidia familia zilizokumbwa na gharama kubwa ya kuandikisha wanafunzi katika shule za sekondari. Ambayo wameingia katika shule na nikiongea saa hizi, nashukuru Shofco sana, pia tume forward watoto wengine na Shofco wakaweza kusaidia. Sasa imefika wakati ikawa ni changamoto kwangu ngumu, vile mtoto nitapeleka shule, na tayari government tena ikaanza kutangaza mtoto lazima aende shule. Nikabatika, mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi tukiwapeleka pale wanaona watoto wanaenda shuleni. Saa zingine unapata mtoto mwingine labda ana nguo, tunajaribu kama wamama, tunanunua material, tuna wa, wa, nunulia uniform, wanaenda shule kama wako na furaha tele na tele. Tuelekee kaunti na